Nchi ya Rwanda imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji, ikisema taifa hilo la Ulaya limekuwa mara kadhaa likiudharau utawala wa Kigali kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatia hayo, Rwanda imemwagiza balozi wa Ubelgiji nchini Kigali pamoja na wanadiplomasia wengine wa Ubelgiji kuondoka Rwanda mara moja chini ya masaa 48. Aidha, Ubelgiji nayo kwa upande wake imemfukuza nchini humo balozi wa Kigali kutokana na kile kinachoonekana ni kujibu hatua ya Rwanda. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya umetangaza vikwazo dhidi ya makamanda wa jeshi la Rwanda pamoja na mkurugenzi anayehusika na madini kutokana na kuwasaidia waasi wa M23. Ubelgiji nchi ambayo ni mkoloni wa zamani wa DRC, wakati huo ikiitwa Zaire, pamoja na Rwanda, imekuwa moja ya nchi muhimu zaidi kwa ukosoaji wake dhidi ya Kigali tangu waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda walipoanzisha mashambulizi mashariki mwa DRC mwezi Disemba, ambapo walichukua udhibiti wa Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, na Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini. Kevin Sewe, Mwanzo TV.